Nam kwenye habari za kuvutia zinazofungamana na sekta afya ni kwamba chanjo dhidi ya homa hatari ya Ebola iliyofanyiwa e, majaribio huko Guinea huenda ikaleta mwamko mpya katika vita dhidi ya Ebola. Shirika la afya ulimwenguni WHO limethibitisha kwamba chanjo hiyo imeleta mafanikio kwa asilimia mia moja katika majaribio yaliyofanywa katika taifa hilo la Guinea. Chanjo hiyo iliyojaribiwa katika jamii mojawapo ambapo mtu mmoja alishikwa na homa hiyo e, e, hivyo basi, baada ya kupewa chanjo hiyo alionekana ni mwenye kupona. Ni picha za maabara ambapo matumaini ya kinga dhidi ya homa ya Ebola yanadaiwa kutoka majaribio ya chanjo hiyo, yakisemekana kuleta kinga thabiti ya asilimia mia moja dhidi ya maradhi hayo huko Guinea. Data so far shows that none of the 2014 persons vaccinated developed Ebola virus disease after 10 days after vaccination. Ni katika mataifa ya magharibi mwa bara Afrika, haswa Guini, ambapo mkurupuko wa maradhi haya yalichacha mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Kuenea kwa ugonjwa huo kulileta hofu kuu duniani, huku hata Kenya ikituma baadhi ya madaktari kuelekea mataifa hayo ya magharibi.

Majaribio yaliyotoa matokeo hayo yalifanyika huko Guinea, ambapo jamaa majirani na marafiki wa mtu mmoja aliyeambukizwa walipewa chanjo hiyo ya majaribio mara tu alipogunduliwa kuwa na homa hiyo. Majaribio ya chanjo hiyo inayopigiwa upatu na shirika la afya duniani WHO yalianza huko Canada na baadaye kuendelezwa na kampuni ya dawa ya Merck. Mashirima ma Kapombe KTN News.